Ninawakaribisha wote kwa ajili ya mafunzo mbalimbali yanayotolewa kwa sasa. Tuna mafunzo yanayoendelea VETA Dodoma, ambapo wamejifunza electronic masomo kielektronik, namna ya kuhifadhi nyaraka, namna namna ya kusafu na kusoma kwa urahisi kabisa. Sasa hivi elimu ipo kiganjani mwako, usijifungie. Njoo kwenye training upate mafunzo hayo kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Na ushukuru, na ushukuru utawala wa maktaba za taifa kunichagua kuja kwenye mafunzo ya, mafunzo endelevu ya kielimu katika maktaba zetu. Kwa kweli nimefurahia mafunzo haya kwa sababu nimejua mambo mengi ya kutumia ili kuwasaidia watumiaji wetu ili waweze kuelimika katika maktaba zetu tuko hapa kwa muda wa siku tano kwa ajili ya kuweza kujifunza namna ya kutumia artificial intelligence, ili kuweza kurahisisha uh, shughuli mbalimbali katika utendaji wetu wa kazi katika maktaba mbalimbali. Uh, kimsingi uh, tupo katika kutekeleza, uh, kutekeleza kitu kinachoitwa mwongozo ambao umetolewa na serikali mwaka 2025 unaohusiana na matumizi sahihi ya artificial intelligence. Kwa hiyo sisi kama wadau tuko hapa kupeana uwezo kupeana uwezo wa namna bora ya kuweza kuwasaidia watumiaji wetu wa maktaba ili waweze kutumia artificial intelligence responsibly. Eh, na kwamba tunahakisha kwamba mwisho wa siku wanaweza kutekeleza uh, uh, mwongozo huu ambao umetolewa na serikali kwa lengo la kuhakikisha kwamba uh, shughuli zinakwenda kama ilivyopangwa.